Habari tulipata kupata kutoka na rafiki yake huko wali, ambaye walikuwa na yeye walikuwa pamoja. Sasa ni kuachana mtu aingie kwake mwingine aingie kwake, sasa ndio akaona mwenzake akiwa amepigwa risasi, sasa ni yeye alipata kutufahamisha mimi, Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa meche jana walikubali watu waende waingie, ambapo hao walimu wa marafiki wake na mwenye shule walienda hako, wakapata kama tayari wamefagilia kila kitu, hakuna nini evidence yote, ati mwili nipelekwa hapo. Hiyo mochari yenye mwili ya ndugu yangu ilipelekwa jana, walinini hakuna mwili hapo.